Wapendwa watazamaji wetu, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuwakaribisha katika tafakari ya neno la Mungu Jumatano ya leo. Tupo katika mwezi wa Rozali Takatifu. Karibuni tusikilize Injili takatifu. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 11 aya ya 42 mpaka ya 46. Yesu aliwaambia mafarisayo, ole wenu mafarisayo kwa kuwa mwatoa dhaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu, kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi. Akasema, nanyi wana sheria, ole wenu, kwa sababu mwawatika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamwigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Neno la Bwana. Tuanze tafakari yetu ya siku ya leo kwa kuangalia aya ya 45 ya injili hii ya leo sura ya 11 kama tusemavyo, kutoka kwa mwinjili Luka. Katika aya hiyo ya 45, ni sheria mmoja, baada ya kusikia ole ambazo Yesu alikuwa akiwaambia Mafarisayo, yeye anamwambia Yesu, Mwalimu, kwa kusema hayo unatushutumu sisi pia hii inamaanisha kwamba ingawa Yesu alipokuwa akizisema hizi ole, hakuwa amewataja wanasheria, lakini mwanasheria huyu alisikiliza kwa makini, aliguswa, alijihoji na kuona kuwa maneno hayo yanamhusu. Ndipo akamwambia Yesu kwa kusema hayo, unatushutumu sisi pia. Wapendwa katika Kristo, kutoka kwenye aya hii tujifunze: sisi tuna mwitiko gani tusikiapo neno la Mungu? Wakati fulani nilisikia mtu mmoja akimwambia mhubiri wake, na mkuu leo umemwambia ukweli jirani yangu, yaani uliyohubiri yanamhusu muhusu kabisa. Mwisho nikuu, labda tuko wengi watu wa namna hii, tunaolisukumia neno la Mungu kwa wengine, hasa pale linapokuwa ni la kuonya au nakukemea. Tujifunze leo kutoka kwa mwanasheria huyu, aliweza kuona kuwa neno la Mungu linamhusu hata kama hakutajwa kwa jina moja kwa moja. Na tulianze hilo katika injili hii ya leo. Sehemu kubwa ya injili ya leo ni maonyo ambayo Yesu anawapa wafarisayo na wanasheria kutokana na tabia zao. Yesu anawakemea kwa kutoa zaka zisizoambatana na haki na upendo, kwa kupenda sifa na heshima, kwa kuwaagiza wengine wafanye mambo magumu ambayo wao wenyewe hawayafanyi, na pia anakemea unafiki walio nao kwa ujumla, mafarisayo walikuwa ni wafuataji wazuri wa sheria. Shida ilikuwa kwamba waliweka msitizo mkubwa katika kufuata sheria kwa nje bila kujali sana manufaa ya kiroho. Ndiyo sababu Yesu hawakatazi kutoa zaka, bali anakemea kwa kutoa zaka bila kujali haki na upendo wa Mungu, kwani kwa namna hiyo zaka zao haziwezi kuwafaidia kitu. Mari pengine Yesu anafundisha nini cha kufanya ili kuweza kutoa zaka au sadaka kwa usahihi? Yesu anasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka hiyo. Injili ya Marko sura 5 aya ya 23 mpaka 24. Kupitia sehemu hii ya maandiko matakatifu tunakumbushwa kwamba ucha Mungu wa kweli, utoaji sadaka wa kweli huambatana na uadilifu na si maonesho tu ya nje. Labda wengi wetu tungependa kuona wengine wakimuheshimu, lakini leo Yesu anatukumbusha kwamba lazima tuishi katika namna ambayo tutamheshimu kwanza Mungu na kuheshimu wenzetu. Kazi mbali mbali tunazozifanya lazima zilenge katika kumtukuza na kumheshimu Mungu na sifa zote zimwelekee yeye na wala sio sisi. Kuhusu sheria, yatupasa kutambua kuwa mara zote lengo la sheria inabidi liwe jema na lenye upendo ndani yake. Shida huja pale ambapo sisitizo huwa kwenye sheria na sio lengo lake jema. Leo Yesu anasisitiza kwamba jukumu kubwa ambalo wote tunalo ni kupendana, na hivyo sheria na tafsiri zake Zitakuwa bora zaidi kwani zitaambatana na roho ya upendo ndani yake. Hebu tuangalie pia jinsi tunavyojisikia vibaya pale watungaji wetu wa sheria wanapoweka sheria ambazo tunaziona kuwa ni mzigo ambazo wao wanazikwepa au haziwaathiri sana. Kila mmoja ajiangalie katika nafasi aliyonayo, labda kama baba, kama mama au nafasi nyingine, hata iwe ndogo kiasi gani. Je, Hatutendi kama wanasheria kwa kuwasukumia wengine sheria, kanuni na taratibu ngumu ambazo sisi wenyewe hatukufuati? Mungu atujalie kutambua, kubadilika na kumrudia yeye. Tumsifu Yesu Kristo.